Ndio kawaida kwake <coughs> ndio kwake basi, ndio umeona balaa. Mvumilivu angeamua sema yake pale pale, pangevunjika pale. Siri hapo tu

Hakuna babu mdogo, kuna picha mengi sana. Ya, nimekubali, sawa. Lakini ni mzigo. Hakuna hoja. Yaani mambo yasiwe mengi babu. Kwani usiongee sana kwa sababu mimi tu wewe kwa tunaingia kwenye chama kwa mdogo sana. Tena wewe babu ndio usiongee kwa sababu wewe ndio unalazimisha niingie kwenye chama, na nikamtoa. Mwanangu, nilipata uchungu kiasi gani kumzaa mtoto na nikamtoa. Wewe huna uchungu, wote ulisikia stare yetu? Halafu unaona uchungu gani? Sawa, sivile, ni basi, ni waje tu. Basi ndili

Namtoa na action na ayo, kwa sababu. Sawa, na si pumzika gani umwambie wenzio hujafata hujafata maagizo maagizo, sawa, yaani kila kitu uwambie wenzio pale Kole kenge ama mimi niko ndani. Ndovu kwa panya uliona wapi? Mimi nampenda wangu za... yangu mm. viwango hana viwango hana, kipi tusitania. Babu, sikiliza, nikwambie, naona kama mnarusha, mnarusha, narushaka, mnakopeshana miaga. Napenda kunyoosha kama rula, sawa likula? Ee babu, jamani bana nenda utatoa utoi.